Woza woza woza woza, mtu mbaya hawezi kuwa mbaya siku zote na mtu mzuri hawezi kuwa mzuri siku zote. Saa so, wale watu wa kubebewa akili wale, wale wanaambia angu ati nani amekutusi alafu naenda, kama umekasirika unapiga nani eh? Acha nikwambie usaipenda kubebewa akili, alafu sio kila kitu tu unaambiwa unakubali, unaambiwa unaambiwa mtu amekukosea, we mwenyewe confirm. Ushaenda na vita sawa? So hiyo inakuanga ni ufala. So kitu nona utaku, unakubali haraka haraka, utakuwa utakuwa msee wa kukosana na watu wengi kwa haraka, kwa sababu wewe umeambiwa tu, wewe hujajionea uja jisikizia umeambiwa tu na umekasirika, ume wewe hmm? Ukienda kupata mtu mwenye ati mwenye amekutusi, ati umeambiwa umetusiwa ukakasirika ukaenda. Acha nikwambie makosa, unafaa ujijua ju, ju, wewe mwenyewe mtu asishinda kikwambia ati ule amekukosea, maybe anakupiganisha na mwingine. Sijui kama mnanielewa yani, my point is wewe usiku msi wa kuambiwa kitu atu unaambiwa nani amekukosea na haujui na hauyuko shua, lakini juko na sira mbaya ushamfuata na sila unacheki eh, hivyo sasa. Nijaribu kuwa show yani mm, makosa we mwenye jua confirm nakueshua yeah, siendena makasirika yako upige mtu ino mwenye aja kukosea sawa, so, Eh, unacheki usikue tena msee wa kupenda kusikiza watu tena saa, ile excess saa. Eh, usipende yani, penda kukua wewe kivyako yani, vitu mingi kwa wewe mwenyewe unajionea una get, eh, kwa wewe mwenyewe unajionea unajisikizia, alafu na unamua kufanya kitu inye unafaa kufanya una get eh, lakini si ati kuanga tu msee unakaanga hapo nakuja mtu anakuja anakuletea makosa anaku, anaku, anastaki mtu eh anamwambia nani na nani walifanya hivi eh alafu wewe ni kusikia tu hiyo mwenye amekuletea tu hiyo report unamsikiza alafu wewe unaenda kupata huko nani na nani mwenye amekuambia tu amemfanya hivi na hivi eh pengine amefanya kitu mbaya eh yeah lakini wewe haujui wao wameleta watu report. Report. so Una get, unajikuta umegonganishwa kichwa, unapata hawa watu wameleta ripoti yao mbaya, hata hawajakosa pale, hawajakukosea. Una get hivyo? Sasa hivyo na try kuambia, so na vitu zingine jijulie mwenyewe. Una get eh, sio unaambiwa tu, unaambiwa una take action, unaambiwa una take action. Una get mm -hmm. Utapata, utapata boss awezi atakaa na staff juu kuna mwenye anakuletanga tu makosa, mwenye unamwamini, mwenye anakuletanga makosa ya watu wengine, unamwambia ah, unamchuja kisumbua staff, una get Eh, usipende kwa mtu aina hiyo, so jisikizie makosa. na na try kukwambia aje, point ni makosa, jisikizie mwenyewe. Hapana mtu anakuja kukuambia tena ni amekosa, ndio take action. Hapana, jisikizie wewe mwenyewe, wewe mwenyewe ndio take action, wewe mwenyewe, wewe mwenyewe, sawa? Juu bure utagongana na watu bure, utagombana na watu, hutakuwa na rafiki. na get hivyo sasa.